Naam, uarigani mwanafamilia wa Mkubwa Media? Kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Ni kwamba Harmonize ameweza kuanzisha challenge na nadhani ni kitu kizuri alichokifikiria kwa ajili ya mashabiki zake na ameweza kutoa announcement ama taarifa e, kupitia mitandao ya kijamii e, kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza uh, kutoa eh, maoni yake kwamba can you do 30 days with me starting tomorrow November 30 to December 30 let's go akaeka emoji ya kiume na kike on god next year we going to have condible marathon keep fit and donation to those who really need support. Hapo hayo ni maneno ya Harmonize. Akisema kwamba eh, anataka kuanzisha marathoni yake ifikapo eh, mwakani kwa sababu eh, kwa namna moja ama nyingine eh, anataka eh, kuwaweka watu sawa, na katika kuwaweka watu sawa eh, inabidi sasa aweze kuchangisha michango itakayowasaidia wale wenye uhitaji eh, kuna watu ambao wanapitia changamoto mbalimbali mbali, na ameweza kutoa challenge hapa. Ukitazama eh, katika posti ya Harmonize aliyoiandika eh, ni kwamba anataka kuanzisha kitu kizuri eh, kwa ajili ya kuweza kuwasaidia watu wenye uhitaji kama nilivyokwambia hapo awali. Sasa Lengo la Harmonize katika hili ni kwamba watu e, kuanzia kesho, au sio bana? Kuna kitu ambacho anataka kianzishe, ni marathon, na anataka watu e, kuanzia tarehe 30 mpaka tarehe 30 unakuwa uko fit, alafu pia unakuwa unakua na doneti, au sio, kwa wale ambao wanahitaji support. Sasa unakumbuka hapo nyuma e, kuna machafuko yalitokea hapa sasa baada ya kutokea hayo majanga e, tunaona wasanii wengine wamekuwa kimya na hasa hasa e, wasanii wa ndani achana na wasanii wa nje. Wasanii wa ndani wanaonekana e, kuwa kimya e, kutokana na mambo kadha wa kadha ambayo yametokea. Sasa Harmonize ameonekana e, kuvaa ujasiri kwa maana, kwa namna nyingine e, kutokana na ukimya huo tunaona e, ameonyesha wazi kabisa kwamba yeye uh, anataka kufanya kitu cha tofauti, na baada ya hapo aweze uh, eh, kuwaweka watu sawa. Lakini pia lengo lake eh, ni kuwafanya Watanzania warudi tena eh, katika mstari kama ilivyokuwa mwanzo, na waweze kusapoti kazi za wasanii, kwa sababu hata ukiangalia vuguvugu kwenye mitandao ya kijamii wamekuwa hawataki kuwasapoti hawa, uh, hawa wasanii kutokana na yale ambayo yanaonekana yanaendelea na Harmonize uh, leo ni tarehe eh, thelathini Novemba. Kwa hiyo kitu ambacho uh, anachotaka kufanya ni kwamba watu watakimbia, yani leo kuna sehemu eh, watakimbia, bado hajataja ni wapi, lakini nikitazama hapa ni kwamba itakuwa ni kitu cha mwezi mzima ausu bana tarehe eh, thelathini maanake ni kwamba itakuwa ni tamati, na hiyo itasaidia sasa eh, kuweza E, kuwafanya watu waweze ku, e, kuwa fiti. Unajua ukifanya mazoezi ukikimbia huku na huku e, na kufanya mwili wako unakuwa bwana, unakuwa fit kabisa, na hapa ameonyesha ni ukomavu hali ya juu e, kwamba sasa hivi anataka e, kuwafanya watu waweze e, kuenjoy, lakini pia hata wale wenye uhitaji pia waweze kupata e, chochote kitu, kwa sababu unajua kwenye maisha Yeah, mambo yanavyotokea anakuta watu wengine wanaingia katika eh, majanga makubwa. Yani, shukuru sana Mungu kama mambo yako yako vizuri, lakini kuna wengine pia walipoteza biashara zao. Mfano, ukiona kuna wasanii wawili Nenga amtolea mfano Nenga pamoja na Bilnas. Eh, Bilnas, eh, Nenga pamoja na, na Jux uh, Jux, eh, aliibiwa vitu vyake vyote duka lake likuungua moto, bali waliondoka na nguo inamaanisha e, brandi ya e, e, African Boy ilipata changamoto, viatu e, tisheti, jinzi e, watu waliweza kuchukua mm -hmm. Lakini pia ukija kwa business, unaona e, kwenye duka lake e, tunaona alikuwa na simu za gharama sana, kumbuka mtu anauza na, simu iPhone 16 Pro Max, watu wameondoka nazo na wengine walichoma hadi hadi hadi jengo uh, lake la biashara lakini pia ukiachiria mbali na hivyo uh, tunaona kwa Shilole. Eh, Shilole alipata changamoto, walichoma mgahawa moto, eh, walichoma mgahawa moto, mgahawa ukateketea. Hakuna kilichobakia. Sasa, okay, chile mbali na hivyo, pia, kuna watu wengine pia wamevunjiwa maduka yao, uh, kitu ambacho sio kizuri, kwa hiyo ni kitu cha kukemea kabisa. Kwa hiyo ndio maana Harmonize sasa nataka kuanzisha E, hii challenge kwa siku thelathini, e, watu unakimbia via unalipia kama zilivyo e, marathon nyingine unalipia, alafu unaingia unakimbia. Baada ya hapo hiyo fedha uliochangia hachukui Harmonize, bali e, wanaenda kwa watu wenye uhitaji, kwa kuna watu wengine pia walikuwa wamejitafuta e, kwenye, kwenye biashara za hapa na pale, kajichanga kapata kijibanda chake, halafu mavurugu yalivyotokea E, tunaona watu wengine pia wamechukua opportunity na kuharibu kibanda. Kwa mfano, kuna kijana mmoja pale Makumbusho, nilipata taarifa kwamba alikuwa anauza mi anauza miwa na baada ya kuuza miwa uh, tunaona ndo, ndo, ndo, ndo changamoto inakatokea. Katokea, okay. Yaani alianzisha biashara ikuwa ni tarehe ishirini na tano alafu changamoto ikatokea tarehe ishirini na tisa alafu sasa Uh, alikuwa amejaza miwa na nini pale na biashara ikawa imeanza, yani ndio ndio alikuwa anaanza, watu wakapita na miwa wakala miwa wakala sana. E, kwa hiyo unaona kabisa kwamba wengine hawana nia nzuri na wenzao, ni kurudishana tu nyuma na ndio kitu ambacho e, kinakemewa sana kwa sasa hivi sasahivi. E, watu wanabidi focus na e, vitu vya msingi zaidi kuliko e, kuwarudisha wenzao nyuma, lakini pia kuna wengine wamepata vilema kama hivyo hivo e, kwa hiyo miundombinu eh, kadha wa kadha. Kwa hiyo eh, nisingie deep sana, lakini hii marathon na imani Harmonize itamsaidia kumweka karibu na mashabiki zake, lakini pia amepongezwa kwa kiasi kikubwa sana eh, kutokana na kujitoa, na kama itafanikiwa, basi itakuwa ni mwanzo mzuri wa Harmonize. Kumbuka bana na albamu yake, kwa hiyo hii itasaidia pia hata watu wake eh, kumwona ni mtu wa maana sana kwa sababu ukiitwa msanii kio cha jamii, inabidi ufanye kitu ambacho eh, kinaigwa igwa na kina, eh, kina impact kwa jamii nzima, sio kwako tu. Yani unakuwa so selfish, bali wewe unakuwa ni sauti ya watu. Kwa hiyo Harmonize amegeuka na kuwa sauti ya watu na ametambua eh, position yake ni ipi. Kwa hiyo wengi wamemsupport na wamemsifia kwa hatua kubwa aliyoifanya. E, endapo itafanikiwa, kwa sababu kuna kufanikiwa na kuto kufanikiwa. Kwa hiyo kama itafanikiwa, basi itakuwa ni kitu kizuri sana, mimi pia nitamsapoti kwa sababu e, ni kitu kizuri kwa ajili ya e, people wa Tanzania ambao wana uhitaji e, kwa hiyo lengo ni kuwasaidia wale wenye uhitaji. Dondosha maoni yako kisha na subscribe.